gozi ya kiwango ya rais ama kiwango ya naibu ya rais, lazima uchunge ulimi wako. Usipochunga ulimi wako kama kiongozi wa kitaifa, ya kwamba kuna siku moja yale ambayo unatamka itakuletea changamoto na itakuletea migogoro kati yako na wale, wale wananchi ambao unaongoza. Ndugu yangu, kuna matamushi moja ambayo nataka nataka niwawekea kwamba mheshimiwa rais alikuwa anatamuka sana wakati vijana walikuwa naleta virugu kule maeneo ya Meru, wakati alikuwa tua mwaka jana. Kisha rais akasema ya kwamba yale aliyotamka, sasa leo hii wengi wanamtabiri ya kwamba yale ambayo inafanyikia vijana ya kwamba ni serikali ya William Ruto, anafahamu vyema, utawasafirisha nyinyi vijana. Sikizeni vizuri, hamuwezi kutisha serikali ya Kenya. Sikizeni vizuri na mujaribu, mtaona ninyi, mnanielewa. Rais anafaa kufahamu na anafaa kujua yale mambo ambayo anasungumza kwenye public rally, kwa sababu matamshi yake kama rais William Ruto imemweka mahali pabaya. Mkenya wowote aamini tena mheshimiwa William Ruto, ndio maana sema Mheshimiwa Rais amejikaranga mwenyewe na mafuta yake kwa ajili ya matamshi yake mabaya. Rais anafaa kufahamu hata kama amekasirika kiwango kigani, rais angeenda chini, nasikize mtangulizi wake Uhuru Kenyatta jinsi alikuwa na dili na wananchi, lakini asira ya mheshimiwa rais inamweka leo mali pabaya zaidi. Ndugu yangu, rais William Ruto amejikuta mara nyingine mahali pabaya kwa ajili matamushi yake yeye binafsi kama rais wa jamhuri wa Kenya. Mheshimiwa Ruto anafaa kujua ya kwamba yeye ni kiongozi, yeye sio mbunge, yeye sio MCA ila yeye ni rais wa jamhuri wa Kenya. Yeye ndio nembo ya taifa la Kenya, lakini rais anajawa na maki juu ya gari akitamuka ya matamushi asiyefaa ndani ya taifa letu ya Kenya. Na haya ndio matamusi, ndio baadhi ya viongozi wanachukua ya kwamba ni jambo tu ya kawaida, kisha vijana wanaona ya kwamba serikali ama mtu mwingine anachukuliwa anachukua njia hiyo kufanya madara kwa vijana. Kisha vijana wanaona ya kwamba kama rais ndiye aliyehusika kutamuka jambo hili mbele zetu, inamaanisha kwamba rais anajua yale ambayo inafanyika kwetu kama vijana. Ningependa kumshauri rais William Ruto kwamba hii siasa zako mheshimiwa rais itabidi upunguze, rais wetu ili uanze kutulia, uanze kupotea katika kwenye vyombo vya habari, uanze kuacha mambo ya kusafiri hapa na pale, ili uanze kufanya shughuli yako chini ya ofisi bila kusafiri, kwa sababu wakati rais anasafiri, yeye ni binadamu, lakini kuna wale watamkuasa, but rais anafaa kujua ya kwamba kusafiri kwake na kufanya hizi za mambo ya kuzindua mradi linafanya wananchi hamwamini, ndio maana sema kwamba kiwango ya William Ruto kiwango ya Raila Odinga, kiwango ya Kalonzo Musyoka ufai kutamusha ya kwamba tutawasafirisha. Mnanielea, kwemi uwezi kutishia taifa la Kenya. Hizo ni jambo ambalo rais anafaa kusungumusa kindani kioledi, na anafaa kusungumzia na wale, wale wakubwa wake katika kwenye ofisi, kisha watafute mbinu mbadala ya kuzimisha hizo jambo kama hiyo ya vurugu katika kwenye rali. Lakini kama rais ndiye anasimama anasema kwamba tutawasafirisha tutakubali tuta inamaanisha kwamba yale ambayo inafanyika mambo ya abduction, ya kwamba serikali lake inajua. Bila tena hiyo, ya kwamba wiki jana rais alisema ya kwamba wale walikuwa abducted waliachiliwa. Rais alijuaje kwamba vijana walikuwa abducted na wameshawachiliwa? Hiyo ndio swali ambalo tunauliza. So sometimes matamshi ya Ruto ndio yanamuweka mahali pabaya. Matamshi ya Mheshimiwa rais ndiye anamkanganya ndiye anamkaranga mwenyewe. Kabla tuende madaraka dei. Siku ya Ijumaa, siku ya Alhamisi ile wiki ambayo watu walienda madaraka siku ya Jumapili, rais alikuwa na rais mwanamke ambaye alikuwa kigeni, ya kwamba rais akasema kwamba wale alikuwa abducted aliwachiliwa. Swali ambao Wakenya wanauliza, rais alijuaje Wakenya walikuwa abducted? Na vile vile pia rais alikuwa na sutumu akisema kwamba serikali lake afanyi abduction. So hii ndio vitu mawili ambayo rais anajikanganya ya kwamba pande ingine rais anasema serikali lake haifanyi abduction. Pande ingine rais anasema kwamba wale walikuwa abducted washawachiliwa wameshajiunga na jamii na familia zao. So hii ndio swali ambayo Wakenya wanajiuliza. Kwa nini rais anasungumusa jambo mbili tofauti? Once wakati wale vijana walikuwa nasema, serikali ya William Ruto anaabduct watu. Rais akasema kwamba serikali lake haifanyi jambo kama hilo. When within f few months kuamba, so, rais anakuja kwamba haya, anakuja anasema kwamba haya. So rais William Ruto ndiye anagonganisha vichwa za wananchi. Rais ndiye anafanya wananchi ambayo ni watukufu wa taifa la Kenya haumwamini kama kiongozi wao. Kulingana na matamushi yake, rais hawezi sema kitu kimoja na na, narudie, narudie. Rais anasema leo hiki, in a few weeks rais anatamka tofauti. So hizo ndio jambo ambayo watu wanaamini serikali lake ya Kenya kwanza, anahusika na abduction, anahusika na mauaji ya vijana, anahusika na kuteka watu nyara na kufanyia wananchi tortures. Mimi ningependa kuwaambia vijana, wakati ni wetu, tutumie katiba letu vizuri, tusivuke katiba tutumie katiba vizuri ya kurekebisha taifa la Kenya, ya kwamba hakuna kitu kigumu ambaye itakaitushinda kama wananchi wa taifa la Kenya. Kila kitu kilicho moto, kila kitu kilicho na mwanzo, lazima kuwe na mwisho. Ndio maana nasema ya kwamba it is our time we as young people kuleta revolution ndani ya taifa la Kenya. Uongozi wa Kenya imeoza, na ni sisi vijana, sisi wananchi wa kawaida ndio utakayoleta revolution ya ndani ya taifa la Kenya, kwa sababu viongozi wamefail kufanya, wabunge wamefail, magavana wamefail, mawaziri wamefail, idara ya usalama imefail. Inamaanisha kwamba it is our time we as Kenyans kukua pamoja, kuleta uongozi bora ambao tunahitaji. Bila kufanya hilo, mimi nakwambia, nakuhakikisha kwamba hautapata kiapo ni sisi kujiunga, kwa sababu sera ya viongozi hawa ni kukunganisha sisi. Sera zao ni kutufanya sisi tukue maduwi. Sera zao kubwa ni kufanya kabila ile kabila hii jamii hii tukuzindania serikali haya blabla bla. lakini wanatuibia, kisha tunapoteza muda mwingi ya kuibia mali zetu, kisha tunauliwa, kisha wakenya hawapati elimu jangwa la mbaya. Mwisho, ningependa kuambia kabila zote ambayo wako hapa taifa la Kenya. Usidanganywa kwamba rais ni rais wenu. Pili usidanganywe kiongozi wa upinzani ni kiongozi wenu. Kama kiongozi awezi kutatia masuala yako wewe mwananchi kawaida. Ni wakati wako kusimama kidete kupigania haki yako kama Mkenya. Hiyo ndio jambo la busara. Usiambiwa kwamba sisi tuko serikali, sijui viongozi wamekuja wakasanya pesa, pesa wakakupea nyinyi pesa ya harambee nyinyi wanawake, nyinyi vijana sasa mnaanza kuabudu. My friend, hizo ni mambo ya kuwatega ili mzidi kuabudu wao, ili watu izidi kutuibia. It is our time, we as Kenyans, kukua pamoja, kuzungumza one language, kutembea njia moja, kusema enough is enough. We need accountability ndani ya ofisi, we need accountability katika zile mali ambayo tunapea viongozi na ofisi zao kutuongoza. Langu jina ni mjukua bunduki na hii ni 044 TV Kenya. Kama ni mara kwa sana, kuomba nipe support ya subscribe, like video, comment, turn turn on notification bell like, usisahau kushare hii video, share share.